Katika kaunti ya Nairobi, mtaa wa 87, tunakutana na Ian Wekesa mwenye umri wa miaka 30. Ian ameishi na bipolar tangu alipogunduliwa kuwa na ugonjwa huo mwaka 2021. And at first my voice was extremely loud. So one day I was at around home talking to a friend of mine and after I was done talking to them a certain nurse from a local clinic called me, called out to me.

Bipolar ni hali ya afya ya akili inayojulikana kwa mabadiliko ya hisia isiyo ya kawaida ikiwa ni pamoja na vipindi vya hali ya juu na hali ya chini. Iana natusimulia safari yake na ugonjwa huu. Can be na mimi pia nimeishi na ugonjwa huu. Nikiwa shule ya upili niligundulika, miaka ishirini iliyopita. Imetoka kuwa safari ya milima na mabonde, lakini leo tunaweza kusherekea pamoja na Ian katika mahojiano haya. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, watu milioni 40 wanaishi na ugonjwa wa bipolar duniani kote. Kwa wastani, watu wenye ugonjwa huu hufa miaka kumi mapema zaidi kuliko watu wa kawaida, sio tu kutokana na ugonjwa wenyewe, bali pia kutokana na magonjwa mengine yanayohusiana na no ukosefu wa matibabu bora. Wakati wa vipindi vya hisia za hali ya juu, mtu anaweza kukumbana na hisia za furaha, kuwa mchangamfu kupita kiasi, mawazo ya haraka, uamuzi wa haraka, kujiamini kupita kiasi, usingizi mdogo, kuongezeka kwa shughuli na hasira. Kwa upande mwingine, wakati wa vipindi vya hisia za chini, mtu anaweza kushuhudia dalili hizi: huzuni kuchoka kubadilika kwa hamu ya chakula na usingizi, msongo wa mawazo, kujitenga na wazo la kujiua. Vipindi vyote viwili vinaweza kusababisha ugumu mkubwa katika nyanja zote za maisha, ikiwa ni pamoja na nyumbani, kazini na shuleni. Hali hizi mara nyingi zinahitaji matibabu maalum ili kuzuia mtu kujidhuru na kuwadhuru wanaomzunguka transitioning comes with a lot of challenges. Sometimes they are looking for jobs, they are uh, uh, looking for to establish families, they are looking to ground themselves. So it presents a lot of challenges that can be stressful. And the stresses, in fact, stress, extreme stress can predispose one to having bipolar. Licha ya kumaliza shahada katika sayansi kupata kazi kumekuwa changamoto kubwa kwa Ian my kwa hiyo mzigo wa kifedha ni mzito. Matibabu ya afya ya akili yanaweza kuwa ghali sana, na kwa wengi kama yeye, matibabu hayapatikani not able to go. Vichocheo kama kupoteza kazi, kufiwa na majeraha ya kisaikolojia na hisia, ukiishi na bipolar, vinaweza kuzidisha hali hiyo. Cause that depression was major. Cause it led me to going crazy in campus in December. Licha ya changamoto zote amejikita katika uharakati wa masuala ya afya ya akili akiwatetea wengine wanaopata ugumu kimya kimya katika maeneo mengi duniani ikiwa ni pamoja na Kenya, upatikanaji wa matibabu kwa ugonjwa wa bipolar bado ni changamoto. Unyanyapaa pia umeshamiri kwa uh, hiyo. Na wengi wanaoishi na ugonjwa wa bipolar, njia ni ndefu na ngumu, lakini kwa msaada mzuri na matibabu, mwanga siku za usoni. Yunisomolo, Runinga K24, Nairobi.